Wakala wa vipimo nchini Tanzania huadhimisha siku ya vipimo duniani kila ifikapo tarehe ishirini ya mwezi wa tano, na katika mwaka huu wa 2025 wakala wa vipimo mkoa wa Tanga wamefanya ukaguzi wa vituo vya mafuta katika jiji la Tanga. Na hapa wananchi wa jiji la Tanga wameshukuru wakala wa vipimo kwa kuhakiki vituo vya mafuta ili walaji waweze kupata bidhaa sawa na kiasi cha pesa wanacholipia. Sasa hivi unakwenda kwenye sheli tofauti naka kwa, inawekwa kiwango ambacho hakiko sahihi. Lakini kwa hapa Tanga sheli ambazo tunajua kwamba tukizunguka kama hii yi, ni mojawapo ya sheli ambayo kwa sisi kama madereva a naa ain kutembelea kiki vipimo ili kuweza kupata mafuta bora kila shida. Mimi naitwa Sebastian Christopher Uiso, maarufu Seba, ni mteja wa kituo hiki cha apooyo. Kweli Niseme tu kwamba huduma tunazopata zina kwanza, zinakidhi mahitaji yetu. Wateja wanapolalamika kwa ni, waombe wakala wa vipimo wanapopita basi wazingatie, lakini kwa kituo hiki sofa, hatujapata tatizo. Na mimi huwa ni muumini wa kuweka mafuta kwenye kituo kimoja, ujue kwamba umepimiwa mafuta ni umezoea, vyombo vyetu vinatumia lita ngapi kwa mwendo gani. Kwa hiyo ukiona umetembea mwendo wa kawaida kama kawaida na mafuta

Kwa upande wao wa mameneja kutoka katika vituo vya mafuta ndani ya jiji la Tanga, Afro Oil, Loveness Ningu na kituo cha Total Manase Kishekifu, wakaelezea faida za ukaguzi wa wakala wa vipimo. Aa, leo makao makuu ya tuma... mkoa, so tuna mekutembelea wameangalia vipimo vyetu wameridhika navyo, viko vizuri. Tunawahudumia wateja vizuri bila malalamiko yoyote, kwamba hatujawai kupata malalamiko kwamba mteja uh, amesema kwamba mafuta yetu yako hayajafika ya au uh, hayako sawa wakala wa vipimo, pia tunawashukuru kwa kututembelea mara kwa mara, waga wanakuja kucheki, wanafanya nasi vipimo kwa mwaka, lakini baada, hata kabla ya mwaka hujafika waga wanakuja kucheki kama kuna kitu chochote ambacho tumefanya, lakini wanapokuja mara kwa mara wanakuta tuko sawa. <coughs> Herman Chiragwile ni afisa vipimo mwandamizi mkoani Tanga na hapa akaelezea jinsi walivyojipanga kuhakikisha wananchi wanapata haki yao kwa huduma sahihi. Leo ni siku ya vipimo duniani, ambapo wakala vipimo inaadhimisha siku ya vipimo kwa kutoa huduma kwa wananchi au katika vituo vya mafuta, lakini pia kwa kwa lengo lengo la la kuhakikisha wananchi wananchi wanapata huduma ambayo ni sahihi. Tunafanya zoezi hili kwa lengo la kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma ambayo ni sahihi, kwa maana kwamba unaponunua mafuta au unapopata huduma yote ya kivipimo, kuhakikisha kwamba kipimo ulichohudumiwa ni sahihi kama umenunua mafuta ya shilingi 10000 basi unakuwa umepata haki yako katika hiyo shilingi 10000. Kumekuwa na malalamiko ya kadha wa kadha, lakini tumekuwa tukichukua hatua kwa ajili ya kuwahudumia wananchi kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Kwa sasa hali iko vizuri. Wito wangu kwa wananchi ni kuhakikisha kwamba wanapokwenda kwenye vituo vya mafuta, wahakikishe wanapata huduma katika vituo vilivyohakikiwa na wakala wa vipimo, kwa maana kwamba huduma zao zitakuwa ziko sahihi. Wito kwa wamiliki wa vituo wahakikishe kabla hawajatoa huduma asubuhi, wamejihakiki wenyewe, na ikifika jioni wajihakiki pia. Wakati wa kufungua biashara wajihakiki, ili kwamba kuhakikisha kile wanachokitoa ni sahihi kwa wananchi wao. Uhakiki kama huu kisheria unafanyika mara moja kwa mwaka, kwa hiyo tunawashauri wateja wetu wahakikishe kwamba wanafuata sheria kama inavyosema lakini pia wasisubiri tu sheria inavyowaruhusu katikati hapa, kabla ya mwaka mmoja kuisha, wanapokutana changamoto basi wanapaswa tuone katika ofisi ya wakala wa vipimo ili tuwasaidie kutatua changamoto hii. Siku ya vipimo duniani 2025 imebebwa na kauli mbiu isemayo, imebebwa na kauli mbiu isemayo, vipimo sahihi na vya kuaminika kwa wote. Pamela Chaula, Tanga TV.